Huo ni ukweli kwamba mbinu imenisaidia kulazimisha huo eh, mradi kufanyiwa kazi na sasa barabara imeanza, tunapata barabara kwa hiyo, hakika unaposukuma jambo lako kwa namna nyingine, kwa sababu ukiwa kiongozi, kiongozi nikaonyesha lugha ya picha na nikapewa nika barabara, ni wazi kwamba ubunifu nao unamata kwenye maeneo yoyote pale. Mimi nilianza kusoma ngazi ya degree nilianza kwenye kwanza, kabla sio mbunge, kwenye chuo cha maendeleo na nchi uh, Tengeru baadaye nikaenda kugombea ubunge, kwa hiyo nikaacha mwaka wa pili njiani kwa sababu sikuweza kumaliza, lakini nilipoacha basi nikaamua kuingia open university kutokana na muda, kwa sababu pale uh, mundu nani uh, Tengeru nilitakiwa kukaa chuo na niwe ndani ya chuo, lakini baadaye uh, nikaamua kujiunga na Open University, yani Chuo Kikuu Huria. Baada ya kujiunga na Chuo Kikuu Huria, basi nika nikaanza mwaka 2019. Lakini ufika 20 nikaingia kwenye uchaguzi. Kwa hiyo nikaona mm, mbona ili somo sio lenyewe nikabasha somo. Ah, kwa hiyo nikasoma kitu kinachoitwa utawala na rasilimali watu, maendeleo utawala na rasilimali watu. Au tunasema human resource management. Kwayo, aa, kwa hiyo ah, niliendelea kwenda taratibu na kila mwaka anafanya mitihani michache mpaka nilipomaliza mwaka jana, yani mwaka huu wa masomo. Kwa maana hiyo basi, aa, na kadiri nilivyokuwa nilijitahidi kuhakikisha kwamba anafanya vizuri. Ni wakati mwingine sio rahisi sana kusoma wakati unafanya kazi za wananchi hasa kazi za ubunge. Maana kuna wakati mwingine unatakiwa uende mahali fulani, wakati mwingine uwe na vikao, lakini wakati mwingine wanakuja wakubwa zako lazima ukawapokee uka, uka, uka, uka, lazima wakati mwingine unakuwa na mikutano, wakati mwingine unakuwa na kero, wakati mwingine unakuwa na wakati wa ofisi. Kwa hiyo ilitakiwa nipange muda wangu mzuri wa kufanya masomo haya na kuweza kuhitimu, na nilikuwa najitahidi sana kuhakikisha kwamba kwanza siwakeri walimu. Nilikuwa nahakikisha kwamba nacheza kwenye low low low, tunasema low nini, profile yaani unajishusha. Nilikuwa najishusha sana kuhakikisha kwamba sikwazana na mtu yeyote, kuhakikisha kwamba nasoma, kwa sababu kusoma kwenye open university nataka msuli wako peke yako Hakuna mahali popote unasaidiwa na yeyote kwa sababu, hata unaibia, unaibia wapi? Kwa sababu mnapangwa, hamjuani, masomo na masomo hayafanani. Kwa hiyo ni wazi kwamba unapoingia, unafanya mtihani wako mwenyewe, na wewe unachulingana pale, unaangalia muda na masomo uliopewa, basi unayafanya vizuri, unamaliza. Lakini wakati mwingine unakuta unashindwa kufanya mtihani kutokana na kwamba muda wenyewe unashindwa kuwai, ratiba zinakuwa ngumu. Kwa hiyo hii inakufanya uende muda mwingi kusoma. Uh, digrii ya kwanza bado na ndoto, bado na ndoto ya kusoma, na bado naendelea kutumikia wananchi. Kwa hiyo ni, ni, uh, ni wazi nitaendelea kuwa nafanya uh, shughuli za siasa, lakini wakati huo naendelea kusoma, kwa sababu soma, uh, wako wengine wanadai kwamba uh, usiposoma huwezi kufanya shughuli ya ubunge. Hapana, na labda ukiona kazi huwezi kusoma, sio kweli Unaweza kusoma na ukafanya kazi, kuwa unawakiisha wananchi pia kwamba, uh, na uh, kwa katika wakati wangu nilipokabidhiwa nafasi hii ya kuongoza watu wa Mbulu, lazima kutumia rasilimali lazima kutumia watu ili kuwapatia maendeleo. Katika chuo chetu tunahudumia watu wakubwa wakubwa wenye vyeo. Anakuja kiongozi ambaye, kwa nafasi ya cheo chake, ana yuko entitled kutembea na pastori. Sasa akiamua kuonyesha ukuu wake kwa mfano tu akaitoa bastola yake akaiweka pale mezani, alafu halafu e, akaanza kufanya mtihani. Mimi utamsogelea hata kumkagua sio rahisi, lakini mheshimiwa mbunge alikuwa anakuja kama mtu wa kawaida. Kama hujaambiwa huwezi kutambua kuwa ni mheshimiwa mbunge, anafanya mitihani yake kama mtu wa kawaida. Kwa kweli, kwa hilo mimi ninamshukuru sana kwa sababu angefanya tofauti na hivyo, tungepata wakati mgumu wa kushirikiana naye kama kiongozi wetu.